Na akanieleza kwa marefu na mapana, kwa nini mapambo ni dhambi, kwa nini vito vya thamani wanavyojipamba wanawake ni dhambi. Akaniambia jambo la kwanza ambalo litamfanya mwanamke aende kuzimu bila kujali alivyonitumikia, akasema jambo la kwanza, wamefanyika sanamu, na mimi ni Mungu ambaye nachukia sanamu, wamejivika machukizo Akasema chanzo cha hayo yote mapambo na ulembo ni mwanamke kahaba Yezebeli. Akasema shetani amewadanganya wengi na amewateka wengi kupitia mafundisho ya mashetani, mafundisho ya uongo, kuwatumainisha kwamba hakuna shida katika hayo. Akasema moja vinawafanya watu hawa kuwa sanamu kwangu. Akasema mimi nitakuja kumtoa mtu niliye muumba mimi, mtu aliye asilia, kwa maana ya mtu mwenye nywele za kwake, mtu mwenye sura ya kwake, mtu mwenye ngozi ya kwake, mtu ambaye hana chochote. Akasema waeleze yeyote mwanamke anayesuka nywele za kawaida na za lasta akasema hata kanyaga mji wangu mtakatifu, wako wengi kuzimu, kama nilivyowafunulia watu wengi. Akasema waeleze, wako wengi walikuwa wanabisha kama ambavyo wengine wanabisha, lakini haitawafanya washindwe kwenda kuzimu. Akasema waeleze, mimi nitamtua mtu mwenye asili, mtu aliyeweka, mwanamke aliyeweka wigi kichwani na mwanamke aliyesuka lasa kichwani. Maana yake kwanza, amenifanya amenifundisha mimi Mungu na kunikosoa mimi Mungu, kwa sababu ananiambia hukuniumbia nywele vizuri, hukuniumba vizuri nywele zangu, ndio maana ameweka nywele za bandia za mawigo na malasa. Na wengine wale wanaopaka rangi nywele, akasema pia ni kumkosoa Mungu na uumbaji wake. Kwa hiyo yeye atatua kitu chenye uasilia chochote, kisicho asili hakita kanyaga mji mtakatifu Yerusalemu. Kwa hiyo yeyote ambaye mpaka anatwaliwa katika mwili ana, anaondolewa katika mwili hajaondoa mawigi kichwani ana marasa ana lipshini lipstiki ana mpiko ana rangi kichwani kwa namna yote ile hana sehemu katika uzima wa milele hatamwona Mungu. Akasema kwamba waeleze, wengi wanasingizia kwamba mchungaji wangu hajawahi kunifundisha mchungaji wangu hajawahi kuniambia. Akasema hivi wachungaji wengi wanaodhaniwa kwamba ni watumishi wa Mungu, akasema wako mbali sana na wengi Mungu hawatambui. Na hili napenda niseme kwa watumishi wa Mungu, na Mungu aliniambia kwamba yeyote anayeamua kumtumikia Mungu lazima ahakikishe kweli amethibitishwa na Mungu, ameitwa na Mungu, hasa wachungaji wale ambao wanachunga roho za watu. Mungu aliniambia niwaambie watumishi wa Mungu bila kupepesa. Kwa hiyo askofu yeyote ambaye unanisikiliza, mchungaji yeyote ambaye unanisikiliza, mtume, nabii, mwalimu, mwinjilisti unayenisikiliza, yashike haya. Mungu anatenda kazi na wanadamu.